Sasa sisi tumeamua kushirikiana na hawa watoto mayatima na bado wadogo, tunataka tuanze kuwa inspire hawa, na hii tutafanya kila mwaka. Tutakuwa tuna celebrate na hawa watoto kila mwaka bado hai huwepo tutakuwa tuna celebrate na hawa watoto. Kikubwa tunataka tuwa inspire. Wajue ah kumbe kuna sekta ya ushef, ushef ni kazi kubwa sana. Leo ni chef's day na sisi kama chama tumeamua kufanya jambo. Tanzania Chef Alliance tumewachukua watoto yatima Tumekuja kukaa nao, tunawapikia wa enjoy pia na ile mikono yetu, na pia tunawafundisha tunawafundisha na kuwaeleza wale ambao wanapenda kuwa mashefu. Tumewachukua tumewaingiza jikoni, tumewaambia jamani, hivi ndio tunavyofanyaga kazi, wameshiriki. Kwa hiyo ukubwani anavyokuja kuwa mkubwa ataanza kupata ile vision kwamba, ha, kumbe naweza kuwa chef nikawa mtu mkubwa nikapata hiki nikapata kile. Uh, kwa kweli tumeona hawa watoto huwa hawapati nafasi kama hii, kwamba wanakuwa yani kitu nadra sana kupata kwamba uh, uh, watoto hawa wanapata nafasi ya kuja kukua hata kwenda kwenye hoteli yoyote, unajua. Kwa hivyo sisi kama mashef tumetoa nafasi yetu, tukasema, je, itakuwa ni jambo nzuri sana tukichukua nafasi yetu na tuwariki awa watoto waifurahie, wa, wajisikie kweli kama they're part of the society. Nashukuru kushirikiana na, kushirikia na Tanzania Chiefs Alliance. Asanteni kwa kutupa chakula, tumefurahia na tumesherekea vizuri. Kazi ya upishi ni biashara kubwa sasa hivi duniani na inaleta mapato na mapato na faida kwa mtu mwenyewe binafsi au kwa biashara kubwa kubwa.